Kuna kijana mmoja alikuwa akisoma chuo kikuu, ashakuwa mtu mkubwa, akamaliza akarudi nyumbani. Lakini babake ana tabia, hamuachi kwa kosa lolote. Kitu kidogo amekosea, amrekebisha hapa, hujafanya sana. Sasa huyu ameenda amechukua madigri yake ng'ambo huko, amerudi asubiri kutafuta kazi, aishi pale nyumbani. Akiingia kwa rumu yake, mara nyingine huyu bwana yuwasoma vitabu vyake, mara amelala, taa baba anambishia, vipi? Utalala na taa iko? Zima taa bwana, hii ni israfu hii, taa yalipiwa bwana, umeme sijui. Ameingia uani choni, labda maji hakufunga vizuri, baba yu ajaangalia, mwambia, vipi waacha maji? Yani, anachofanya yule baba yule. Kijana asema, kero gani mzee huyu? Mimi mtu mkubwa bado tu anirekebisha hili, anirekebisha atamani, apati kazi leo asema nitoke hapa nyumbani. Ikafika ule baba yuaumwa maskini. Siku moja yule mtoto ameapply kazi, akaletewa majibu kwamba atakana ende akafanya interview sehemu fulani, akamwaga mamake, mama akamweleza baba, baba akajiburuta kule kwake mpaka akaja kwa rumu ya mtoto Akamwambia, mimi najua uta, utapita hiyo interview kwa sababu wewe kijana wa simba huogopi, nisha kutoa uoga, kijana. Hataa kutoka baba namaweza mpa, mpaka leo siku mimi naenda kwenye interview bado uko nami tu, kero gani hili? Alafu yule baba akatoa mkono mfukoni, akamwambia naomba leo upande taxi, usiende kwa miguu huko kwenye hiyo interview. Asema nilipokwenda wenzangu wametangulia, nimechelewa kwa sababu ya kero la baba ni pa mawaidha yake mengi. Asema alipoingia kwenye geti ya ile kampuni, kuna sehemu ya maua na kuna hizi bomba za maji ambao huwa zikimwaga maji kwenye yale maua, lakini yale maji hayakufungwa, yameachiliwa, yamemwagika kila sehemu akasema ah, israfu ya maji ya mwagika. Ashazoea zile tabia za, za baba za kurekebisha, akenda akafunga haraka haraka. Mgeni hajui lakini, akaona akenda akafunga. Alipoingia yuwapanda ngazi, akakuta mataa saa nne ya mchana, mataa ya waka, akaanza kuzima. Wenzake wamcheka, huyu vipi? Huyu mshamba kiasi gani huyu eh? Aingia mahali hapajui nini, alafu anza kujiti. Walipofika juu kule kwenye ule mlango, aingia kwenye holi sasa interview, akakuta ule mlango kama zile nati zimelegea, ule mlango atakuangu akautia nguvuni, akaanza kurekebisha, akafunga vizuri, wale ni zake sema, ili ah, jamaa mbona le, wakaingia kwenye interview. Watu wakaingia waulizo, walikuja mbele, aingia mbele, alipofika kwake kambiwa atebuli zile dokumenti zake, akaweka makaratasi yake, akaangaliwa vizuri haya. Kuna mwingine akamuuliza maswali, swali lake alimuuliza, wewe wataka uwe nani hapa? Akasema mi kazi yote ambayo Allah atanijalia mimi, nimesoma kwa gharama wazazi wangu, taka nkasaidia wazazi wangu. Kuna watatu hakumuuliza swali ashazoellekero la babake sasa, yakera watu Akambona mbona wewe ulizi. Yule bwana akamwambia mimi ushanijibu. Kivipi nakujibu vipi? awambia sisi tumefanya vitu hapa vya uharibifu. Tukaacha maji eh, ya mwagika wazi ya kumwagika bure. Tukaacha mataa ya waka. Huu mlango tukafanya hivi uwe waanguka. Ulipoingia ukaanza kurekebisha bila hatukujui sasa mimi nilikuwa na kuangalia hapa kwenye CCTV unavyorekebisha sisi twatafuta meneja ambaye atakuwa ana hamu na hii kampuni asikia uchungu nayo na tusha kupata ni wewe kuanzia sasa uko kazini sasa yule kijana machozi akamtoka akaanza kukumbuka kumbe lile kero la baba ndio limefanya nini limenisaidia kumbe lile kero lilikuwa lina kazi yake ya Rabbi mponyeshe babangu, ili kazi hii kwanza, mishahara yangu ya kwanza miezi sita atakula babangu, sili hata ndururu. Yaani inapata kazi kirahisi hivi mimi. Basi akaulizwa utaanza lini kazi? Akasema mimi babangu aumwa, nataka nikamshughulikie, lakini wiki ijayo nitakuja kuanza kazi. Aliporudi akitokezea nyumbani, akuta watu wengi, akajua hapa kuna mambo sio mazuri. Alipofika akaambiwa babako ame ashafariki. Sasa kijana huyu asema, yaani nilitamani maisha yangu yote nimpate baba, siku moja nimlipe wema wake. Wema nini? Wema ulikuwa kero, au sio? Wema wa baba ulikuwa, lakini lile kero ndio limemfanya akumbuka kwamba ni wema. Angemtelekeza akawa mpumbavu, angemkumbuka baba amenidhulumu, hakunielekeza njia nzuri ya maisha.